Ziko karibia njia 423 kama sio 30 za kusikia sauti ya Mungu. Mwana wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika ibada hii Jumapili ya leo, na kama nilivyoanza siku ya juzi bado naenda na somo uh, kuhusu ndoto na maono, na wewe una uwezo mkubwa sana wa support kinachoendelea hapa kwa kushare, kwa kushare, kwa kushare broadcast hii lakini, vile vile pia, unaweza uka ukaenda zaidi kwenye ku kwenye kutoa chochote ambacho Mungu atakuwa amekujalia. Kama una sadaka unaweza ukatuma, the platform is open. Kwa mara ya kwanza anasema hicho kitu, mara nyingi si semali, ila wewe ambao umewiwa support huduma hii unaweza uka uka ukachangia sadaka yako na Mungu akaonekana kwako. Lakini pia kwa wewe ambaye uko maeneo ya Dar es Salaam uh, tuna ibada leo jioni, ni muda mchache tu baada ya kumaliza kinachoendelea hapa, nikimaliza tu nikizima tu um, ibada hapa online naingia kwenye ibada nyingine ambayo itakuwa ni ibada ya jioni ambayo inafanyika hapa pa kanisani, ko tuko live, na unaweza ukajiongea ukiwa maeneo ya Chanika, tuko Chanika mwisho, uh, maeneo ya stendi ya Mbagala, barabara ya Mvuti, nyuma ya sheli ya Puma na um, unaweza kama iki, ikiwa labda nayotumia inaweza inachuja kwa uwezo ukasikia ila, niko barabarani hapa, nyuma kuna barabara, unaweza ukasikia kabisa magari yanapita na shughuli zipo zinaendelea. kwa ukifika tu, uh, nyuma ya sheli ya Puma kwa nyuma yake unatoka Chanika mwisho, kuna jengo utaliona kubwa uh, lina ukubwa uh, wake, na au utauliza maeneo ya majirani hapo, utauliza kanisa jipya, watakuleta mpaka kanisani. Kwa karibu na wewe ambaye uko mkoani na uko mbali na uweze ukafika, basi nakukaribisha moja kwa moja uweze ukashiriki nami katika ibada hii. Na bila kupoteza muda, tulikuwa tunazungumza kuhusu ndoto na maono. Hiyo ndiyo ilikuwa ni somo langu kuanzia juzi, kwa maana ya siku ya Ijumaa kama sijakosea, lakini pia leo inafundisha part 2 ya somo ambalo nilikuwa naendelea nalo muda wowote kwao. Ningependa sana uweze kushiriki, unipe attention ya kwako ili tuende pamoja. Kuna vitu ambavyo nilivizungumza siku ile kwenye episodi ya kwanza ya somo hili kuhusu ndoto, nikasema kwamba unapokuwa unataka ku kujua au kuelewa tafsiri ndoto yako au ukiwa ni mtu ambaye ni muotaji, au ukiwa unataka kuhendo mazingira mbalimbali yanatokana mbali na ndoto, naomba utoe mentality ya kwamba kuna ndoto za kutoka kwa shetani na kuna ndoto za kutoka kwa Mungu. In as much as hiyo ni kweli, ila nataka at least akili yako ihame hapo kidogo Tuna, tuna ukweli, alafu tuna ile ukweli zaidi. Amen. Kwenye ku build mtu ambaye ni imara, nataka kwanza tu, tuangalie kwa hiyo mentality kwamba ndoto zote Mungu anahusika. Amen, nataka tuanzie hapo, na maana yangu ya kukwambia hicho ulipokuwa, ulipokuwa unafikiria ndoto zinatoka mashetani, kwa sababu ulipokuwa unafikiria ndoto zinatoka kwa mashetani na zingine zinatoka kwa hivi na hivi na hivi Uh, kuna zingine ambazo nilishindwa kuzitafsiri na zilikukosti maisha. Kuna watu ambao ni militant, they are fighting wanafight vita ambavyo havikomi, kwa sababu wanapigana bila kujua. Wengine Mungu alikuwa anakuelekeza kitu ukakichukua kwa namna nyingine, na ndiyo maana you are fighting that hard, bila matokeo yoyote. Nataka nikufungue utoke, katika ufahamu mwana wa Mungu, nataka utoke katika ufahamu And I want to open your mind, nataka nifungue akili yako uweze kuiona kwa namna nyingine tofauti na ulivyokuwa umezoea kuiona. Haleluya! Nilisema kwamba ndoto ni ishara ya kwamba Roho Mtakatifu yupo katika mazingira fulani. Kitabu cha Yoeli mbili ishirini na nane Ndoto ni ishara ya kwamba Mungu yupo katika mazingira hayo. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yoeli sura ya pili mstari wa ishirini na nane kwamba nitakuwa katika siku za mwisho nitamimina roho yangu juu ya watu wote. Hajasema juu ya watu wachache, amesema juu ya watu wote. Anasema na wana wenu wataona maono vijana wenu watatabiri na wazee wenu wataota ndoto. Kwa unakuja kujua kwamba ndoto ni ishara ya uwepo wa Roho Mtakatifu katika mazingira fulani. Kwa when God is close to you, Mungu akiwa karibu na wewe, moja kati ya indication kwamba Mungu ipo karibu na wewe ni pale utakapokuwa unaanza kuona ndoto. Anasema hivi, kwa sababu hii hapa, Mungu ana njia nyingi sana za kuzungumza na watu Mungu ana njia nyingi sana za kuzungumza, na kuna njia nyingi sana za kuweza ku trap, za kuweza kusikia sauti ya Mungu, na nikasema siku ile kwamba ziko karibia njia 423 kama sio 430 za kusikia sauti ya Mungu. Ila katika hizo njia zote, njia ya ndoto ndio njia ambayo iko common sana, na iko common kwa sababu ni karibia kila mmoja anaweza aki Njia zingine hutegemea na ukomavu wa roho yako na ukomavu wa nafsi yako na how deep uko deep kivipi kwa Mungu. Kwa Mungu ataanza ku manifest kwako kwa njia hizo zingine, lakini tukianza basic, njia ya awali ambao karibia kila moja na access ni njia ya ndoto. Kwa ndoto sio kitu cha kuignore hata mara moja, sio kitu cha kudharau, sio kitu cha kupuuzia. Mwana wa Mungu, nisikilize kwa makini. Mungu amekwa kikuonye mara nyingi na unakuwa uelewi. Ndoto sio kitu cha kupuuza hata kidogo. Hallelujah. Mdogo mdogo na -comment, comment, ndogo, ndogo, tukaenda sawa. Comment, comment, comment. Na namba zangu nimeziweka hapo, ukiwa kuna namna fulani ungetamani labda usaidiwe kwa maana maombi Ungependa labda usai, kuna kitu labda ukielewa na ndoto zinakusumbua, unaweza ukapiga simu, ila piga simu sim baada ya kutoka, kwa sababu tuko connected sana, ko piga simu ukapata fsi ndoto yako amen. Namba ziko hapo na nipigia kwa muda wako, kwa muda wako, na itapokelewa. Haleluya. Kwa ndoto ni njia mmojawapo ambayo Mungu hutumia kuzungumza na kila mtu, anaweza aka access hii kitu, tumeona watu walikuwa wakiota, hata wale ambao hawajaokoka mamajusi wa mashariki walioonywa na malaika kwamba wasipite tena kwa Herode, ili kukomboa maisha ya Yesu asije akawawa na Herode akiwa bado mtoto mchanga. Hii ilitokea kwenye ndoto, malaika aliwatokea kwenye ndoto. Hawa watu walikuwa hawajaokoka, walikuwa hawana Yesu ndani. Amen, tunaona wafalme kama kina Nebukadnezar Hawa watu walikuwa hawajaokoka. Nebukadnezar alikuwa hajaokoka. Watu kama Belshazzar, watu kama Farao, hawa watu walikuwa hawajaokoka. Watu kama kina Abimeleki walikuwa bado hawajaokoka. Ila hawa watu walikuwa wanaweza ku-access sauti ya Mungu na walikuwa wanaweza kuota ndoto. Hii inakuambia kwamba ndoto ni kitu ambacho kiko common sana. Lakini kwa nini nimekuja kufundisha sana kuhusu ndoto? Najaribu kuangalia wewe ambao ndoto zinakuchanganya, unaota kila siku lakini huelewi maana yake. Ukiwa mahali hapa, endelea ku comment comment comment, waambie tuko live, washare kwa majirani zako, ndugu zako, marafiki zako, waambie tunapatikana, tunaonekana live, mpendo wangu ni kitu ambacho huwezi ku kuidharau na tukasema kwamba ndoto zinakuja kwa, kwa sababu tatu tu. Ya kwanza ni kukuonya. Tunaona kitabu cha Mwanzo sura ya 31 mstari wa 24 ambako Laban alikuwa amedhamiria kumtenda ubaya Yakobo kwa sababu ya wivu. Yakobo alikuwa anafanikiwa sana na kufanikiwa kwa Yakobo kukamtia wivu Laban ambaye alikuwa ni mjomba wake. Ilibidi Mungu amtokee kwenye ndoto, akamwambia usimtende huyo mtu aidha kwa ubaya au kwa jema, mwache afanye anachokitaka, don't talk anything, ili Laban asije akaingia kwenye njia ya nani, njia ya Yakobo, wakati Mungu alikuwa anataka kumtoa kwa. Ilibidi malaika au ilibidi Mungu ato amtokee Laban kwenye ndoto, amuone kwa ndoto zinakuja kwa ajili ya kuonya. Ni mara ngapi umeudhamiria kutenda ubaya, hata kumpeleka ndugu yako mahakamani ukiwa unafikiri kama unatenda haki? At the same time kuna ndoto uliota ila ulipuuzia, na baadaye ulipoendelea na hiyo process ya kwako, kilichofanyika uliaibika wewe. Ni mara ngapi umekuwa ukitaka kwanza vitu vingine vilivyounga na kuonya usijaribu kufanya hivi na hivi, na hivi, ila bado kwa sababu ya kuto kuelewa kuto kujua umejikuta ukifanya na umekuwa ukiingia katika matatizo. God, they are always there, ziko mara nyingi hapo. Ndoto zinatokea kwa ajili ya kukuonya wewe, mpendwa wangu. Unapoonywa, onyeka. Haleluya, ko tuko mahali hapo kukusaidiana kuku, na Mungu anaenda kukusaidia. Kazi ya pili ndoto zako zinakuja kwa ajili ya kukufariji, to comfort you ukiwa katika hali amba katika sintofahamu mengine anakuwa eleweki, ndoto zinakuja kwa ajili ya kukuonya na, kuku, na na, na kukutia kuku moyo actually. Ukiwa katika hali ambayo pengine uelewi, pengine labda maisha yako unaona kama vile elekei, ndoto kazi yake ni kukutia moyo, kuku push Pengine unataka kuna project ambayo unaifanya kama mwana wa Mungu. Ukiangalia mazingira yote yanakufelisha, ni kama vile yanakupa sababu ya kuto kuendelea, ila mpendo wangu, Mungu anaweza akatumia, Mungu anatumia ndoto pia kwa ajili ya kutia watu moyo. Kuna siku akina Paulo alikuwa katika hali ngumu sana, na akawa na, na, anawaza atafanya kitu gani, kwa sababu alikuwa apereke kwa watu wakuu au maliwali ili waweze kumhukumu, ila malaika alimtokea ndotoni. Paulo huyu ni Paulo. Remember, huyu ni Paulo. Wewe una ignore ndoto kwa kusema kama umeokoka una roho mtakatifu, ndoto sio za maana kwako. Huyu ni Paulo, alionywa kwenye ali, malaika wa Bwana alimtokea kwenye ndoto, akamtia moyo akamwambia kwamba usijali, kwa sababu nina watu wengi sana katika mji huo. Na kweli Mungu Mungu alimtumia mtawala kutaka kumsikiliza na akamdikiri kwamba hana shida yoyote aliposhtakiwa na wakuu wa masinagogi, alitokewa kwenye ndoto. Wewe mpendwa ambaye Roho Mtakatifu, wewe uliyejawa Roho Mtakatifu, na pengine unaona kama vile ndoto ni vitu ambavyo vimepitwa na wakati, mwana wa Mungu, Paulo, unasoma kitabu chake kila siku na unakihubiria kanisani, huyu mtu <laughs> na, alikuwa anatia moyo kwenye ndoto. Unaweza ukafika wakati ukao katika hali ngumu, mpendwa Mungu anaweza akatumia ndoto kutia moyo. Kwa ni kitu cha kuwa nacho makini sana. Kazi ya tatu ya ndoto mbali na ku mbali na kutia moyo ni kukupa muongozo katika kitabu cha Mwanzo thelathini na moja kumi na moja tunaona mafanikio ya Yakobo, mtu ambaye mtu ambaye Mungu alimtoa kwao na alipotolewa kwao, hakuwa na hakuwa na hakuwa na chochote. Alikuwa ni mtu wa kumkimbia ndugu yake Esau. Isaka alikuwa na mali, lakini zile mali akumpa Yakobo, alimwachia baraka. Baba mzuri anaweza kujitoa kwa, kwa mtoto wake pesa. Pesa zitaisha ila mwanao usipomridhisha ulichonacho wewe atapoteza hizo pesa. Ndio maana wengi waliopewa urithi siku za leo, wali za leo waliopata nyumba za wanatumia vibaya, hawajui ku manage vitu, hawakuwapa mentality, hawakuwapa akili. Kwa nini wazazi wao waliwapa vitu anaanza kuprosper. Na prosperity ya kwake, baba yake alimtrain sana kusikia sauti ya Mungu kiasi kwamba anafika wakati yuko kwa Laban maisha yamekuwa kama vile eleweki, Mungu anampa idea kwa habari ya ng'ombe wenye mabaka mabaka na wengine ambao hawana mabaka. Kwenye ndoto anaona, Mungu anasema nanaambia, baadaye anaona ng'ombe wanashushwa ng'ombe ambao wana mabaka mabaka wanawapanda wale wasio na wako na mabaka, alafu wanaozaliwa wanakuwa na mabaka. Kwa baadaye, kibidi aende kwa Laban, amwambie bwana, tugawane mali ili tujue u, ujira wangu, mshahara wangu utakuwa kiduani kwenye kazi nayo kufanyia kwa. Itabidi ng'ombe wakizaliana au mbuzi wakizaliana, alafu mtoto akawa na mabaka, basi hao watakuwa ni wangu, na ikitokea uh, waka, wakazaliana alafu mtoto asiwe wa na mabaka mabaka asiwe na mishirizi, basi huyo atakuwa ni wakoko Labana. Baadaye Mungu alimpa ufahamu mwingine, aliweza kuunganisha vijiti viwili, ndio maana wale wafugo wanapokuwa na wana, wanakunywa wana maji, kila atakayeangalia kile kijiti basi alikuwa na akipata mimba anazaa ndama mwenye mabaka. Wewe ndugu yangu unafanikiwaje? Kwa sababu ndoto zimetumika kufanikisha watu wengi sana. Yusufu ambaye unamsoma na Danieli. Danieli alifanikiwa kwa sababu ya ndoto. Ukiangalia walichaguliwa wengi, miongoni mwao wakawa wale wanne ambao Danieli pia akiwa miongoni mwao, ila kilichofanya Danieli akapata kibali sana ni uwezo wake wa kutafsiri ndoto ya nani? ndoto ya mfalme koo. Kilicho promote na kumfanya wewe unique kuliko wengine ni uwezo wake wa kumaster eneo la nini? La ndoto. Haleluya! Sasa vipi kuhusu Yusufu? Ndoto ilimfukuza kwao. Aliota akafukuzwa kwao na ndugu zake, akauzwa. Alipouzwa akaenda gereza, gerezani, gereza la ndani kabisa, ambayo ilikuwa haiwezekani kutoka Akiwa gerezani, ndoto za watumwa wawili wa mfalme wa, wa, wa Farao walioingizwa pale kwa kuadhibiwa ziliweza kum, kumsaidia na, kum, na, na, na kumpa connection baadaye. Ndoto ya mfalme kwenye sura ya 41 kitabu cha Mwanzo iliweza kumwokoa Yusufu. Kwa kusoma Mwanzo thelathini na saba mpaka sura ya Mwanzo sura thelathini na saba mpaka Mwanzo sura ya arobaini na moja Unakuja kuona, kuona flow yote ya Yusufu kilichomsaidia ilikuwa ni ndoto koo. Ndoto ni njia ya kwanza, nimesema Mungu ana njia zaidi ya 23 za kuzungumza au kuna njia 23 au 30 za kusikia kutoka kwa Mungu, ila ndoto ni mmoja ya njia ambao ni very critical, ambao hutakiwi kuignore hata kidogo. haijaishia hapo tu. Ndoto hubeba maana ya kinabii ndani yake. Kuna nabii ambazo zime, zimekaa miaka na miaka, mamia na mamia ya miaka, maelfu na maelfu ya miaka, miaka, miaka ambao ziliwachia manabii wenyewe kwa njia ya ndoto. Danieli kuanzia sura ya saba mpaka sura ya nane unakuja kuona unabii wa Danieli ambao ulikuwa unakuja na kutimia mpaka kuzaliwa kwa Kristo mpaka baadaye mpaka nyingine kuja kwa mpinga Kristo ambao bado ulimwengu unamsubiri sasa hivi. Ila ukija kuangalia yote, alimtokea nini? Kwa njia ya ndoto, aliona njozi katika ndoto. Ko, sio kitu cha kuignore hata kidogo. Haleluya! Thank you Lord Jesus. Ndoto zina maana kiasi kwamba hata wafalme wa zamani walikuwa wako radhi kumuua mtu, waliweza kuua, they could kill, walikuwa wanaweza kuua mtu kwa sababu tu tafsiri ya ndoto yao haijanyoshwa vizuri, hawajapokea tafsiri ya ndoto yao. Mfalme Nebukadneza alikasirika, ikibidi atake kuwaua wale wenye hekima wote wa Babeli. Sio kwa sababu labda nyingine, aliota ndoto akashindwa kuilewa, ndoto yako nashindwa kuitafsiri, kabidi akasirike kama mfalme wa namna ile. Mfalme wa namna ile anachukulia ndoto serious kiasi hicho, vipi kuhusu wewe ambaye unalala, unaota, unaamka, alafu bado naweza kusema kama mimi singilala atasiotagi ila unaona kings wa wafalme watu waliokuwa na nyadhifa hawachukuli masiara ndoto, kwa sababu kwenye ndoto kuna divine, kuna kuna divine direction, kuna uongozi, kuna maelekezo ya kiroho yamefichwa, na hapo ndipo kuna nguvu ya watawala. Maandiko yanasema ni fahari ya Mungu kufia jambo, ni fahari ya mfalme kulitafuta jambo. Kwa hiyo ukitaka kujua kama una ufalme ndani yako, wewe ni una nature ya kifalme Uh, uh, uh, sihitaji tu kuona jinsi unavyoomba kanisani, nataka nione jinsi unavochukuliais Mungu anakuwa nakupa hata kwenye ndoto kwa ishara. Kwamba kuna mtu ambaye hana asili ya ufalme na ni failure katika maisha haya atakuwa anaota, anasema ni ndoto tu, atakuwa nakaa ni ndoto tu, atakuwa anasikia baadhi ya mashauri ma, ma, ma, ma ya marafiki zake Ndoto nakuja ah, kwa sababu ya wingi wa kazi nyingi ya wingi wa kazi nyingi. Je, ni kwamba kazi nyingi ni mbaya au pengine unaota kwa sababu kuna kitu gani? Hapo utakuja kuelewa maana yake hasa alichokuwa nakimaanisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndoto ziko serious sana mwana wa Mungu. Hautaki kuzignore hata kidogo. Tuko pamoja? Kwa wafalme wa zamani walikuwa wanachukulia ndoto serious. Ukitaka kuja kama una hiyo asili ya kiufalme, tutaona jinsi unavyochukulia serious ndoto unazopewa na Mungu. Sio maziara, sio kitu cha kuchukulia poa, ni jambo la kuzingatia sana. Njozi za kwako. Haleluya. Ok. Tuende kwenye kipengele cha leo. Tafsiri ya ndoto. Unawezaje kutafsiri ndoto zako? Unawezaje ukiota kitu fulani unaweza kutafsiri ndoto ya kwako? Ni ngumu kuelewa ndoto na tafsiri. Ni ngumu kuelewa tafsiri ya ndoto yako bila kujua Mungu anaongeaje, au bila kujua lugha ya Mungu kwa wana wa Mungu. Lugha ya Mungu sio Kiswahili, sio Kichina, sio Kireno, sio Kiganda, sio Kibu, sio Kirwanda, ki sio Kirundi, sio Kinyakyusa, sio ki, wale Wadodoma wale sio wanaongea lugha gani? Uh, sio Kiha, sio Kimasai, sio Kichina, sio Kihindi, sio Kiarabu, sio Kiarabu ya yeah, sio ki, Mungu aongei Kiarabu, naweka msitizo lugha ya Mungu sio Kiarabu. Haleluya ko <laughs> lugha ya Mungu sio Kiarabu. Najua kwani nimesema hicho. Lugha ya Mungu ni hii hapa. Hebu fikiria uh, kwa mfano labda Ezekiel wa kwenye kitabu cha Ezekiel aliyekuwa ali anapelekwa kwenye, uh, kwenye mto Kebari na akaangalia uh, maono ya Bwana na kwenye kuangalia maono ya Bwana akawa anaweza kuona mbingu inafunguka anaona makerubu anashuka wakiwa na magurudumu zile, wheels of na anasema roho zao zilikuwa ndani ya magurudumu, na pia akaona kiti cha enzi, na anaelezea pia na rangi ya kiti cha enzi na utukufu uliokuja. Anaona maono yote kuhusu hekalu na kina, anavyoingia pa kwenye sura ya kumi na moja anaanza kueleza masuala ya kina, Pelatia kina Jazania na wengine wale waliokuwa wanachafua hekalu la Mungu na kipimo cha hekalu na kila kitu ambacho alikiona Ezekiel. Hebu fikiria alivyokuwa Ezekiel, alikuwa anaeleza hicho anachokieleza, angekuwa Mswahili shangwa, kama Biblia yako ku imeendeka kwa Kiswahili. Lakini Ezekiel hakuwa Mswahili, alikuwa anaongea maybe Aramaic au alikuwa anaongea Kiebrania, ambacho Kiebrania chenyewe pia sio lugha ya Mungu. Mungu hajafungwa na lugha za wanadamu. Haleluya, fikiria labda Ezekiel angekuwa labda Mfaransa. Angeenda kuona maono ya namna hiyo hiyo, angeona kana kwamba Mungu anaongea Kifaransa binguni. Tushukue labda Yohana aliyeandika kitabu cha Ufunuo, ika nasikia sauti ya malaika anamwambia njoo hapa, njoo huku juu ni kuonyeshe maono haya, na Yesu anakuja anamwambia mimi ni Alfa na Omega na vitu kama hivyo. Imagine angekuwa Mswahili kwa sababu hakuwa anaongea Kiswahili, alikuwa anaongea aramaika. Imagine ange ange ange ange ange angekuwa ange labda Mswahili angesikia Kiswahili kinaongelewa wapi, binguni. Labda angekuwa labda mzungu, labda maono hayo hayo angesikia kama vile binguni watu wanaongea wote kizungu kizungu, labda angekuwa labda Mchina, angesikia kama mbinguni wote wanaongea Kichina. Angekuwa Mhindi, angeona maono hayo hayo malaika yu, yule yule, Yesu yule yule, lakini lugha angesikia kama ni kama ni Kihindi, Kichina, Kiarabu, inategemeana na. Lakini sasa mwana wa Mungu, lugha ya Mungu sio hiyo malaika akikutokea sasa hivi, hutaona akiwa anaongea mdomo ukiwa unapiga. Kuna kitu ambacho wanafanya kiwa available. For Saints Inheriting Glory.